Okay, benign prostate hyperplasia. Benign prostate hyperplasia. B P H B P H. What is prostate benign hyperplasia? Kwanza kuna maneno matatu haya. Tissue manake eh, kuna maneno matatu ambao ni benign prostate and hyperplasia. Anasema hivi tissue overgrowth of the prostate. Kuna kuna tissue overgrowth of the prostate. Eh e, kuna kwa kuna e, ile ngozi e, tezi tezi inakuwa inatanuka inakuwa inakua. Kwa benign maana yake non cancerous, maana yake sio cancer prostate. Prostatitis eh maana yake ni prostate tezi yenyewe. Hyperplasia maana yake ni enlargement enlargement of prostatic tissue a pushes, eh pushes against bladder Mm, ndi urethra leading to the urinary blockage. E, kuongezeka kwa hii e, prostate itapelekea ita ile urethra kuwa ndogo, kwa maana mkojo kuna pita kwa ka, kwa kwa shida mwisho wa kwa kwa block. Mm, risk factor, watu ambao wako katika risk wanaume ambao ni zaidi ya umri wa miaka 50, family history, sedentary life, smoking wanavuta sigara na hormone imbalance na issue za hormone imbalance E, dalili zake ni zipi eh? E, wiki uni stream kwa hiyo unakuwa una, unaenda unaenda kukivivu yani hapo ya stream ya kawaida, ile ya kawaida. Yuna yuna frequency, yuna yu frequency and urgency, kwa hiyo mara kwa mara eh, you have le incontinence eh, lakini pia kuna incomplete bladder emptying e, unakojoa lakini kibofu kinakuwa kama bado kimejaa kina mkojo Eh, eh, unakojoa lakini baada ya muda kidogo mkojo unatoka mm, unakutuno daishuria eh. Unakuwa unatoka sana usiku kwenda kukojoa frequency eh, lakini pia eh, ya mara kwa mara imachuria e, mkojo ukaweza ukawa una damu lakini hiki kitu kingine ki nurse intervention yeah, sidhani kama kina muhimu mm, sidhani kama kina muhimu. Tuangalie hii hii picha mbili hapa, zimeandikwa normal prostate and benign prostate hyperplasia. Normal prostate tunaona bladder bladder ni hiyo hapo <tip> bladder ni hiyo hapo lakini, kunakuwa eh, kuna, kuna eh, prostate ni hiyo hapo hapo, ipo normal. Ikivimba inakuwa hivyo, kwa wakati kamshipuka inapungua kubwa. Diagnosis kuna digital rectal exam palpate the jinsi eh, jinsi ya kuiangalia, kuna digital rectal exam palpate the prostate gland through the rectal wall, eh, to assess rectal wall to assess the enlargement. Kwa hiyo daktari anaweza oh, eh, akafanya kitu kinachoitwa digital rectal swam, le, rectal exam, digital rectal exam ana eh, kupitia kwenye njia eh, njia ya haja kubwa mm, wanaangalia wanafanya examination huko, process specification ya antigen. Lakini kuna issue ya PSA eh, antigen ambayo ni kipimo vya kawaida la test moja kwenye treatment eh, option ambazo ni kuu mbili tu eh, hizo nyingine inaweza kana nyongeza, lakini kuu ni mbili eh, kuna finasteride ambayo hii ni 5 mg mm, -hmm, na tamsulosin eh, 0.4 mg mi, mimi nasaidia kupunguza eh, ule uvimbe wa prostate na kuifanya ile mishipa ili relax na isitanuke isi. Kwa hiyo ni ndo tezi dume kwa kifupi, lakini japo bado ijaenda kwenye kansa. Kwa hiyo ndo hivyo, asante eh.